Unaacha nyumba yako unaacha watoto wako unaacha mke wako unaacha mme wako unaacha gari lako unaacha mashamba unaacha akiba za benki unaacha wayu mkuu unaacha kila kitu, unakwenda kama ulivyo kama ulivyozaliwa, ndivyo utakavyorudi kwake. Ayubu anasema, na alikuja duniani sina kitu, nami naondoka tena hivyo hivyo. Ndio maana mwanadamu, vya dunia hii visikutese moyo. Vya dunia vinatesa wengi Watu wanamwacha Mungu kwa sababu ya vitu vya dunia. Vya dunia utaondoka navyo, unavitafuta tu ili visaidie matumizi kwenye familia yako iliyopo, inayoendelea kuzaliwa na itakayo kucha. Ndio maana babu alikufa akakuacha tu mashamba, lakini hata leo babu hayupo. Alikuja bila shamba, aliondoka bila shamba. Alikuja bila ng'ombe, ameondoka bila ng'ombe. Vyote ameacha duniani. Hata wewe itakuwa hivyo kwako. Kama unanielewa, sema elee kama nanielewa, sema tena amen. Jambo moja, jambo moja unalotakiwa kujua, ulitokea mbinguni ukaja duniani kwa njia ya kuzaliwa na mwanamke, ili ulifanye kusudi la Mungu na baada ya hapo urudi mbinguni.